Leo napenda kukutambulisha jinsi unavyoweza kuisikia sauti ya Roho Mtakatifu kwa uwazi na ujasiri. Pia nitaomba sala yenye nguvu pamoja nawe baadaye, kwa jina kuu la Yesu. Hebu tufungue mioyo yetu ili kupokea baraka za mafundisho haya na maombi yanayofuata baadaye. Wapendwa katika Yesu, Roho Mtakatifu husema kwa sauti ya upole, lakini iliyo wazi sauti yake haipigani na fujo zilizo nje bali huja kwa mamlaka ya utulivu inayokatiza machanganyiko na mashaka. Fikiria nabii Eliya: baada ya kushusha moto kutoka mbinguni alijikuta mwenyewe kwenye pango akiwa na hofu na hamu ya kumsikia Mungu. Katika Wafalme Kwanza sura ya kumi na tisa, mstari wa kumi na moja hadi kumi na mbili Tunaona kwa Mungu hakukuja katika upepo mkali, wala katika tetemeko la ardhi, wala katika moto, bali alikuja katika sauti ndogo ya utulivu. Sauti hii ya upole ndiyo njia ya Mtakatifu kuzungumza. Hasikiki kwa makelele, bali anaingia moyoni. Roho Mtakatifu ualika, halazimishi, anaita kwa upole ili usikie kwa masikio ya kiroho, si kwa masikio ya dunia. Tunaponyamazisha kelele za nje, mioyo yetu huwa tayari zaidi kwa mwongozo wake. Kama unavyotembea na rafiki yako kwenye njia tulivu, hauhitaji kupaza sauti, unawasikia kwa urahisi. Ndivyo ilivyo unapotoa nafasi moyoni mwako kwa Roho Mtakatifu. Sauti ya Roho Mtakatifu haitaleta hofu wala mkanganyiko, na haipingani na neno la Mungu kila msukumo kutoka kwake unaambatana na upendo, amani na haki. Hivyo ni muhimu kulijua neno la Mungu ili kutambua sauti ya roho wa Mungu. Zaburi sura ya mia moja na kumi na tisa mstari wa mia moja na tano inasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Roho Mtakatifu hulionyesha neno na neno huthibitisha sauti ya Roho Mtakatifu kusikia roho mtakatifu si kusikia tu bali pia kuweka moyo sawa na matakwa yake unapojinyenyekeza mbele za mungu masikio yako ya kiroho hufunguka zaidi fikiria hadithi ya samueli mdogo katika samueli moja sura ya tatu mstari wa tisa hadi kumi alipohitajika kumjibu mungu alisema sema bwana kwa kuwa mtumishi wako anasikia Alikuja kwa unyenyekevu na utayari, si kwa madai na vita. Moyo uliosalimika huweka mazingira ya kusikia.